Namna ya kufanya biashara kwa wenye mtaji mdogo. Sababu ya kutokuwa na mtaji au kuwa na mtaji mdogo sasa hivi isikufanye usianze biashara au ukafanya biashara kwa manung'uniko kabisa. Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukafanya biashara hata kubwa kwa kuwa na mtaji mdogo au pasipokuwa na mtaji. Na kama una mtaji mdogo hivi ndivyo namna ambavyo unaweza ukafanya biashara. Namba moja, hakikisha unaanza na ulicho nacho. Kuna watu wengi sana wanatakaga kuanza biashara, lakini wanadhani ili waanze biashara ni lazima wawe na kila kitu, awe na mtaji wa milioni kumi, awe na ofisi nzuri ambayo inawakawaka, awe na wafanyakazi wengi, aitwe CEO, awe na laptop Kiukweli, hivyo sio vitu vya muhimu sana. Jambo la muhimu ni wewe kuanza kujua, wapi utapata mzigo wako, wapi ambapo utauza, na ni namna gani ambavyo utauza. Kwa hiyo kwa pesa hiyo hiyo ulionayo, anza na hiyo hiyo. Kikubwa ambacho unatamani kukipata, utakipata kupitia hicho kidogo ulichonacho, kukikuza taratibu. Unaweza ukaniuliza Kelvin, ni nafanyaje? Sasa mi na shilingi laki moja nataka kufanya biashara ya mikoba, mi na shilingi milioni moja nataka kufanya biashara ya adiwea. Nitakuambia utawezaje. Lakini namba mbili, kama una mtaji mdogo, fanya biashara ya vitu ambavyo vina mzunguko na vinahitajika kwenye maisha ya kila siku, yaani mtu hata afanyeje lazima angalau akipate hata kama sio huyo basi mwingine, lakini lazima kuna mtu ambaye anahitaji hicho kitu. Na nikwambie kwa Tanzania hata matajiri wakubwa navyozungumzia ile top ten, wote wanaangalia bidhaa ambazo mtu anazitumia kila siku. Ndio maana utaona kila tajiri kuna kinywaji ambacho anauza, iwe ni maji, ziwe ni juisi. Kuna kitu ambacho anauza, vyakula anauza utaona kuna gesi ambazo wanauza. Utaona wamenunua hisa kwenye uh, mitandao mbalimbali mbali ya mawasiliano. Ina maana kila siku lazima utaingia mtandaoni au utapiga simu au utatuma meseji, kule kuna tajiri ambaye lazima kuna hela inaingia. Wamewekeza kwenye usafirishaji. Sasa inawezekana usafirishaji huo ikawa ni gharama kubwa sana. Wewe angalia vitu hivi vya kawaida vya kila siku, unaweza eh, unaweza ukaanza na genge, unaweza, unaweza ukaanza na nguo za kina dada, unaweza ukaanza na urembo kama hivi, mambo ya cheni, hereni, bracelet, saa za urembo, mavazi, unaweza, unaweza ukaanza hata kwa, kwa mtaji mdogo, mikoba, nguo za ndani, ambavyo kila siku lazima mtu kuna mtu ambaye anahitaji vyakula, hata kama sio genge. Unaweza kufungua kama ni mgawa, au unaweza ukawa unapika kwa oda, juisi, maji kwa mfano, kwa watu ambao wako Dar es Salaam. Hivyo ni vitu ambavyo vina mzunguko mkubwa. Mara nyingine, panaweza pakawa kuna faida ndogo ndogo tu, lakini zile faida ndogo ndogo zikakutengenezea mzunguko mzuri ambao huo mzunguko ndio utakuletea faida. Ngoja nikwambie. Kuna mtu anaweza kuwa na mtaji mkubwa anauza labda fanicha nzuri lakini hizo fanicha mpaka apate mteja wa kununua hiyo fanicha, labda kwa mwezi atapata wateja wawili au labda wateja wale wanaweza ingawa wanaweza kumtengenezea faida ambayo ni nzuri, au wateja watatu wakamtengenezea faida ambayo ni nzuri. Lakini wewe mwenye mtaji mdogo sasa, bidi mteja ambaye mteja mmoja utatengeneza faida ya laki tano hizo faida tu za shilingi elfu mbili mbili elfu tatu kama utaweza kupata wateja watatu kila siku, tayari utaanza kukuza mtaji wako. Kama utaweza kutengeneza wateja wa nne mpaka watano kwa siku, kwa hizo shilingi elfu tatu elfu tatu tu, utaanza kukuza mtaji wako vizuri. Umetengeneza wateja watano, elfu kumi na tano hapo, kwa mwezi tayari una shilingi laki nne na nusu, ambayo ni faida umeongeza kwenye mtaji wako, utaendelea kukuza hivyo hivyo. Sasa hapa kwa leo, labda kwenye mtaji wa laki moja au laki mbili lakini kama una mtaji wa bilioni moja ambao labda ni mtaji mdogo kwako, hivyo hivyo pia unaweza kuangalia faida ambayo ni ndogo, unaenda tu taratibu. Ndio namna ambavyo watu wanatengeneza utajiri. Usitake uanze biashara kwa sababu una laki moja utengeneze faida ya milioni kwa mwezi, inaweza ikawa ni ngumu kidogo, lakini anza na ulicho nacho. Hiyo faida ya milioni ambayo unaitaka utaipata kwenye hiyo laki yako, lakini kwa muda ambao umefanya kwa mwendelezo eh? Unaanza biashara na mtaji wa shilingi milioni tano. Unatamani kuwa unapata faida shilingi milioni kumi kwa mwezi. Ndio inawezekana, lakini anza na hicho hicho kidogo kidogo, baadaye. Hata kama sio mwezi wa kwanza, hata kama sio mwezi wa kumi, hata mwaka wa pili, ukaanza kutengeneza ile faida. Lakini kumbuka, imetokana na ile laki tano au ile milioni tano ambayo ulianza nayo mwanzoni. Ukikaa unasubiri utashangaa hata matumizi pamoja na mahitaji yanakuwa ni mengi ya kuanza biashara. Mwisho wa siku, wa uanzi ulikuwa unasema ah, mimi sahivi na laki tano, nikipata milioni moja ntaanza. Ukipata milioni moja, unagundua ah, kumbe hata milioni moja itaisha tu kwenye kodi ya frem eh? Kwa hiyo, ngoja ni subiri subiri tena ifike milioni tatu. Imefika milioni tatu, unakuja kugundua kumbe kuna mambo ya decoration, unashindwa kufanya biashara. Jambo la tatu, hakikisha unarudisha sehemu ya mtaji wako kwenye biashara yako. Watu wengi sana wanafanya kosa la kula faida yote ambayo wanaipata kwenye biashara ambazo wanazifanya. Matokeo yake ni kwamba mtu ameanza biashara na mtaji wa shilingi laki tano inapita miezi mitano, mtaji bado uko vile vile laki tano japokuwa kila siku amekuwa anauza mpaka biashara inaenda miaka miwili miaka mitatu, mtu anaanza na milioni tano bado iko pale pale kwenye milioni tano. Kwa nini? Sio faida tu ile ambayo unaitengeneza, kwamba inaweza kufanya biashara yako ikue, lakini ile faida ambayo unaitengeneza, kuna kiasi ambacho unakirudisha kwenye ile biashara yako, ili mtaji uendelee kukua. Usiseme ah, bwana, mimi biashara naitegemea kwa hicho hicho, mimi biashara naitegemea kwa kila kitu. Ndio unaitegemea kwa kila kitu, sawa lakini hicho kila kitu ambacho unakitegemea jibane, ili biashara yako ikisha kuwa ikaweza kujiendesha yenyewe, mtaji umeshakuwa kabisa, kwamba hata huo huo mtaji unaweza kuendelea kuuzungusha, utaanza kula faida ambayo ni nzuri, kwa kuhakikisha kwamba kwenye faida ambayo unaipata, tenga sehemu, na kama ni ndogo biashara, tenga asilimia ishirini mpaka hamsini ya faida uirudishe kwenye biashara yako. Namba nne epuka gharama na matumizi ambayo hayana ulazima. Umeanza biashara, mambo ya kuwa na dekoreshen nzuri, taa za milioni tano, bango la milioni mbili ambalo kulitengeneza tu ni milioni mbili, alafu bado hapo po unalipia pia na kodi, ni gharama ambazo ni kubwa sana, kuwa na kiyoyozi, viyoyozi vitatu, viyoyozi vinne ambavyo pia vinakula gharama za umeme na kununua venyewe pia ni gharama kubwa. Sio jambo la msingi sana, kwa sababu mteja anakuja dukani kwako kwa ananunua, anaondoka. Mambo ya kuwa na viti ambavyo unajizungusha, kiti kimoja milioni mbili, milioni tatu, wakati mtaji wako ni mdogo, sio vitu vya muhimu sana. Focus na kwenye mzigo. Kama mtaji wako ni mdogo, hakikisha kwamba mzigo unaingia, mzigo unatoka. Kama sio lazima mteja akute duka linang'aa sana eh? Kama sio lazima mteja akija akiwa kwenye kiti cha kuzunguka zunguka cha milioni tatu, hamna haja kununua hivyo vitu. Anza na vitu vya msingi sana. Unaweza ukaanza hata kama ni mzigo kuweka chini, kama ni mzigo ambao unaruhusiwa kuweka chini, au kaweka kama ni zulia lako, alafu ukapanga bidhaa zako hapo chini, hata kama una fremu yako inakuwa ni nzuri sana. Mwisho wa siku tunaangalia faida ambayo inapatikana, irudi kwenye biashara. Namba tano, tengeneza ushirikiano na wafanyabiashara wakubwa pamoja na wafanyabiashara wenzako wadogo, au ambao mnalingana. Kwa nini we na ushirikiano na wafanyabiashara wakubwa? wafanyabiashara wakubwa watakusaidia pale ambapo wewe utapata mteja mkubwa na hauna mzigo wa kutosha, yeye atakusaidia sehemu ya mzigo ambao umepelea kwako, alafu ukishauza utaweza kurudisha ile pesa ya kununulia mzigo. Ndio namna ambavyo watu wanafanya, na sio lazima uwe Kariakoo, kwa sababu hii mbinu anaitumia sana wafanyabiashara wa Kariakoo. Ujue kwenda Kariakoo, alafu umenunua bidhaa labda idadi kubwa, alafu anakwambiaje? Anakwambia hebu naomba usubiri hapa, niende pale store nikakuchukulia mzigo wako hata wakisema basi, mimi kwa sababu ndio njia hiyo ambayo napita huko moja kwa moja ishirini ishirini na mia. Mteja amekuja anahitaji mzigo wa jumla wa pochi, sababu mia tano, unajua kabisa kwenye pochi mia tano kwa mzigo wa jumla naweza kaweka faida hata kama ni shilingi elfu mbili mbili kwenye mia tano, unatengeneza faida ambayo ni kubwa, au unatengeneza faida ambayo ni nzuri. Kwa hiyo unapokuwa na wafanyabiashara ambao ni wakubwa, wanaweza wakupa mzigo kwa sababu umekuwa ukinunua kwao kwa kwa mara kwa mara kwao, namwambia mi nipata hapa mzigo uh, nipata hapa mteja, naomba nimtume kijana wangu aje achukue mzigo, alafu akishalipia nta kuja kuchukua. Na muda mwingine mteja kwa sababu yuko dukani kwako mwambie lipia ukachukuliwe mzigo store, anakubali kwa sababu ana uhakika amekuja dukani kwako. Na kama ni wa mkoani basi ni nzuri zaidi au kama hajaja ni nzuri zaidi kwa sababu akishatuma mzigo, akishatuma pesa ndio ndio unachukua mzigo. Lakini wale wafanya biashara pia ambao mnalingana au wadogo chini yako. Unaweza kuwa na mtaji mdogo labda hata ni milioni milioni moja. Lakini kuna mtu ana mtaji, hmm, wa shilingi laki moja, ina maana huyo bado pia ni mdogo wako inategemea na, na biashara ambayo unaifanya, kwa sababu kwenye biashara nyingine inawezekana milioni moja ni mtaji mkubwa. Kwa hiyo yule mteja yule mfanyabiashara mdogo ambaye iko chini yako yule ambao mnalingana, akipata mteja pia atakusaidia wewe kuweza kuongeza mauzo, kwa sababu atakupigia simu kwamba amepungukiwa mzigo, kwa utamuuzia na ukimuuzia ina maana kuna faida ambayo utaitengeneza. Kwa hiyo tayari unakuza biashara yako kwa namna hiyo. Tengeneza mahusiano, usione watu ambao wanafanya biashara kama ya kwako kama kompeteta kwamba wanakuibia wateja, wakuibia wateja, bali wale ni watu ambao mnaweza mkashirikiana vizuri. Jambo la mwisho, kama una mtaji mdogo, unapaswa kuwa na nidhamu ya hali ya juu ya fedha. Ni lazima uwe na rekodi nzuri ya kila pesa ambayo inaingia, ya kila pesa ambayo inatoka, inaenda ku imetokaje, inaenda kufanya nini, inasaidiaje biashara? Je, hiyo pesa ni ya kununua umeme? Je, hiyo pesa ni ya kununua maji? Je, hiyo pesa ni ya kulipa wafanyakazi? Je, hiyo pesa ni ya kuongeza mzigo? na je, mzigo ambao nimeuingiza wiki iliyopita umeisha nimetengeneza faida shilingi ngapi? Kwa hiyo hakikisha unakuwa na nidhamu kubwa ya fedha na detail zote ambazo zinafanyika kwenye biashara, na sio kwenye fedha tu. Kuwa na nidhamu hata ya namna ambavyo unapokea wateja, namna ambavyo unawahudumia, nidhamu ya kuwai kwenye duka lako, kwenye ofisi yako, kwamba mimi duka langu mimi nafungua saa mbili kamili za asubuhi, ninafunga saa kumi na mbili za jioni, na mda mwingine hata unaweza kachelewa kufunga, lakini ule muda wa kufungua ni wa, wa muhimu sana, ili mteja akiwa anakuja au akitaka kuja awe na uhakika zaidi, kwa sababu mwanzoni ni muda mzuri wa kutengeneza trust. Kumbuka biashara sio kuwa huru lakini biashara itakutengenezea uhuru wa kifedha. Niambie, we una mtaji mdogo? Kama una mtaji mdogo basi, tumia haya mambo sita, na kama una tatizo lolote au changamoto yoyote, usisita kuniandikia kwenye comment, na mimi nitakuwa tayari kukujibu. Na kama umependa somo hili, hakikisha una like, una comment na kusubscribe ili we wa kwanza kupata masomo ambayo yanakuja hapa hapa kwenye YouTube channel yetu.